Hello, mambo vipi? Jina langu naitwa Daniel Ospites, karibu tena kwenye demonstration namba mbili juu ya mfumo wa e-Ardhi. Kwenye tutorial iliyopita nilielezea nili namna ya kuanzisha ombi la upimaji na sasa hivi kwenye demonstration hii nitaenda kuelezea ni namna gani kama mtoa wa huduma inaweza kupokea lile ombi na kufanya yale yanayonihusu mimi kama mtoa wa huduma ili kuweza kukamilisha ombi la mwananchi ambaye ameomba ombi la upimaji, tutaingia yep, kwenye mfumo wa ERV kama kawaida. Sasa hivi nitaingia kwa akaunti ya mtoa wa huduma ya memba ambaye yuko registered kwenye kwenye kampuni husika ili aweze kupokea lile ombi na kulifanyia kazi. Nitatumia barua pepe uh, nitaweka email nitaweka na nywila um, nikiingia hapa kwenye kwenye mfumo utaonekana kama hivi, kama vile kwenye akaunti ya mwananchi inavyoonekana. Lakini sasa hivi mimi huku sifanyi ombi, sasa hivi ninakuja kushughulikia maombi ambayo yamefanywa na wananchi. Nitakuja kwenye kwenye kwenye kwenye, kwenye sehemu ya mtoa huduma ama service provider. Nitakuja service provider provider, requests. Mtaangalia requests zote ambazo zimefanywa na na mwananchi au na wananchi kupitia kwenye kampuni husika ambayo inafanya huduma ya upimaji na huduma zinazohusiana na masuala ya ardhi. Sasa hii um, yote i yote ni, ni miamala au ni maombi ambayo yamefanywa kupitia kampuni hii husika ambayo mimi natumia natumia kufanya demonstration, na kwa sababu uh, kuna maombi mengi sana Uh, nitatafuta namba ya ombi ambalo natakiwa kulifa, nataka kulifanyia kazi namba ya miamala, namba za miamala ziko hapa, zinaonekana kwa kila <coughs> kila ombi ina information kutoka kwa mtu husika ambaye ameomba amefanya ilo ombi la upimaji. Sasa mimi ninalotaka kufanya liko mbali kidogo, inabidi ni expand ni expand hapa kidogo, ili niweze kwenda kwa Kwenda, kwenda, kwenda, kwenda, kwenda kuangalia na hii kazi hizi uh, data ambazo nina, ninatumia au na, natumia kufanya demonstration. Ni kazi nzuri iliyofanywa na kampuni uh, ya Abek Shokiku, for any, any, any land consultation in survey work. Uh, tupea ni kazi nwy anyway, uh, tutaendelea na na na kwenye mfumo wetu hapa, na kama unavyoona bado ina load kwa sababu transaction miamara ni mingi ambayo imefanyika. So, inatakiwa kuwa patient. Nisubiri, kwamba mpaka i load ifungue transaction zote niangalie transaction number ambayo nahitaji Okay, baada ya kumaliza ku load nitashuka chini mpaka kutafuta namba ya mwamala ambayo nataka kufanyia kazi. Kama nilivyosema mia uh, transaction ni nyingi sana sawa. Nitaenda kuangalia namba ya mwamala. Mimi namba ya mwamala nataka kufanyia kazi hapa ni mwamala namba namba arobaini na moja, naona. Ndio mwamala ambao nimeanzisha nimeanzisha ombi lake kule, then nikaja huko Kumbuka kwamba yule ni mwananchi, hii ni demonstration nafanya, lakini alikuwa anatakiwa kufanya yale maombi, alikuwa ni mwananchi. Kwa sababu mwananchi kafanye kafanya, kafanya kuanzisha kuanzisha ombi ombi, limekuja mwa namba ni namba namba fulani, kwa nachotakiwa nita kufanya nitakuja mimi kama mtoa wa huduma nitakuja kuangalia. Kwa hiyo nitakuja nitatazama maombi. Ma Nikija kutazama maombi nitakuja kukutana na taarifa kwa ufupi, taarifa kwa ufupi kuhusiana na huo mwamana na location na nini. Wahusika ni wakati najaza za kule awali eh, kwenye zile dashboard za kule kwa mwananchi wakati tunaanzisha ombi. Survey requests takuta nitakuta survey nitakuta eh, survey ni, ni, ni kampuni gani, ni kampuni hiyo then nitakuja kwenye rough coordinates. Rough coordinates. Unapo, unapo unapo unapoenda kupima kupima eneo sasa, mwa, mwananchi kaniambia kanitumia, kan, ka, katuma kaanzisha ombi kwamba mimi natakiwa kwenda kupimiwa labda eneo liko hiyo mbe, Mbea, si ndio? Mimi kama mtaalamu mtafika pale kwenye kwenye kwenye lile eneo, nitakuwa na kifaa maalum kwa ajili ya kupika rough coordinates, either ni handheld GPS au ni GPS essential kwa wao wanaotumia Android. Uh, Android na kuna software nyingine kwa wanaotumia hapo, kwa ajili ya ku, ya kupick coordinates, rough coordinates ili kuweza kutambua lile eneo kwamba, uh, sasa hivi natakiwa sasa ni ni ni ni ni, ni, ni, chukue, ni submit rough coordinates kwa ajili ya ku process kibali kwamba eneo hili lina either linahitaji natakiwa kuanza labda kufanya sem kama that, kama search kama kuna mchoro wa mipango miji au kuna kuna kuna kuna shida ya hilo eneo ambayo inaweza ikatatiza hilo eneo lisipimwe, na vitu vyote ambavyo vinazingatiwa na wana husika wa kutoa kibali kutoka kwenye halmashauri husika. Nitatakiwa kusubmit rough coordinates. Na inakuwa vipi? Ngoje yeah, nifungue hapa QGIS. Rough coordinates na ra zinakuwa submitted kama shape file. Na hizi shape file uo unatumia software yote unaweza ukatengeneza kwa kutumia software yote ambayo ni GIS software, ni GIS software either ni ArcMap, ArcGIS au QGIS au software ambayo ni inakuwa inatoa shape files ambazo ni compatible na mfumo, lakini sana I recommend QGIS. Kuna kuna plots, kuna viwanja kadhaa. Viwanja hivi ndio ninataka nataka kufanya upimaji uh, let's say ni tp au ni anything hapo uh, hujafanya upimaji sasa. Uh, ina maana kuna viwanja hivi ndio nataka kusubmit data zake, nataka kufanya upimaji kuna viwanja kadhaa, viwanja viko kama viwanja 18. Kwa hiyo sasa, rough coordinates ni ni ni ni, ni, ni rough rough boundary coordinates kwa eneo lote ambalo unatakiwa una kuja kulisave. Kwa hiyo mwisho siku nitakuja kuzi kuzi ku, ku, ku kwa kwa format ya shapefile. Na hii shapefile kwenye shipping table yake haitaki haina mambo mengi sana. Yani ile rough coordinates uh, tabo yake ina field ID tu na ni moja, then hakuna nini, hakuna majabu. Kuna majabu kwa kitu ambacho ninatakiwa kufanya ni kusubmit ile rough coordinates kwenye kwenye mfumo kule, lakini na submit ikiwa vipi? Ikiwa kwenye zip folder, kwa sababu najua, najua shape files zinakuwa na inakuwa na rough coordinates inakuwa na na subfolders kama maybe um, kama sita. Kwa hiyo ninachotakiwa kukifanya ni kuzip na si zip, kwa kutumia maybe tuseme kama una una zip software kama WinRAR au 7zip zip kawaida to send to complete zip folder, ndio mfumo unatambua hivyo. Kwa nikisha zip hapa tayari nimesha weka hizi ili ili hizi rough coordinates, so ninatakiwa kusubmit kwa nitakuja kwenye mfumo hapa, nitaenda kwenye upload, nitakwenda kwa upload na upload na upload kitu gani? Na upload rough coordinates, sio kwenye zip default. Nitaenda kutafuta, nitaenda kutafuta nani ile kutafuta, umo hiyo na ni ile rough coordinates, sehemu ambapo ni myself. Uh, ilikuwa ni sehemu nafanyia wapi, ni kongam atazar of course. Uh, mama namba moja ni rough coordinates hili hapa nolozi penta open, niki open ita load, itakuja kufunguka kwamba eneo ambalo nataka kufanyia kufanyia kufanya upimaji na kusubmit data zake ni eneo hili hapa. Kwa ina maana itakuja kwa hapa, kuna option uh, kama unataka ku view satellite hybrid rough coordinates na anything kwao oh, mwisho wa siku nitakuja kuupload, niki -upload, na maana nimesha upload tayari, natakiwa kufanya validation sasa. so, hizi validation ninao check ina -check vitu hivi kuna eh, ina check empty geometry, rough coordinates against tp uh, uh projection geometry, rough coordinates against spatial unit, closed geometry, na na columns na geometry, hizi zote ina maana ikifeli hata moja na maana uh, rough coordinates zako ni invalid, inabidi ucheck hizo shape file zako maybe kuna some, kuna kuna kuna eneo ambalo ume ume check sasa, ili ku kuhakikisha ku, kwamba kwamba um, kila kitu kila valid uh, kila maybe so nataka validate na isije kukuletea shida, inabidi ucheck uh, shape file zako either iwe compatible na na kitu ambacho ambacho kina uh, na, I mean na, uh, mfumo mfano ni kwamba kuna baadhi ya QGIS version hazikubali kwenye mfumo. Kwa mfano mfano ambao unaojua halisi ni QGIS ni 3.18, ile inaitwa Madeira. Kwa hiyo haikubali. Kwa hiyo, hai, hai, kwa hiyo mwisho siku itakuja kufanya validation, i check hizi validation zote then ita load kwa muda muda kiasi. Okay. Sasa uh, hapa imemaliza ku validate. Ina maana it validation done pass 8 fail 0 error 0. Ina maana kila kitu sasa hivi kiko muswano. Ninaweza nikaendelea. Ina maana sina error, sina error, sina kitu chochote. Sina nini. Kwao nitakuja ku submit uh, rough coordinates. Anakuambia confirm final submission for a. Of course yes. Tari, submitted, successful, then takuja kwenye completion, kumaliza ko kwenye kumaliza ni either ni back to fill and submit application kwa nataka sana nirudi kwenda kusubmit rough coordinate tena, au niendelee kwa kwenye kureview application ili waweze kuprocess kibali wanaowahusika halmashauri husika, kwa then nitakuja Yes, okay. I want to submit task to submit. Are you sure? I'm sure. Eh, hey. Aya, hapo tayari nimemaliza kwenye kipati cha cha kusubmit sasa. Kwa kwangu kwa mtu wa huduma tena service <laughs> <Sales> provider <laughs> ile transaction sitaiona, ina maana itaondoka, nitasubiri baada ya wao ku, ku, ku review, kwa sababu tumekubali kwamba ku review application baada ya kureview application then ile transaction itarudi tena, na maana utarudi kwangu niweze kusubmit kusubmit au kuupload spatial data baada sasa ya ya, ya upimaji. So nimesha submit rough coordinates, rough coordinates ziko sawa, kila kitu. Uh, tp ipo uh, nini ya sasa, inabidi uende ku review sasa, uh, then ndo, uh, kule mwamala utarudi kwangu niweze kufanya pandisha data na survey plan iende huko mpaka ku approve hiyo survey, then thank you for watching this video and welcome to another video ah, uh, bwana video nyingine ni taelezea na nili uh, namna ya submit uh, survey, survey data sasa, baada ya upimaji kutoka site nina data zangu, nimeshatengeneza survey plan yangu. Sasa natakiwa ni, ni submit zile spatial data. Okay, thank you. Ciao.